Msefu, habari za ulipo ndugu yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kaka, niko salama, uzima upo eh, wa afya, na niko buheri kabisa, hilo nimshukuru Allah mara mbili mbili. Ndiyo, ndiyo bana, Wasefu, nimekupigia kidogo kusikiliza maoni yako na kile ambacho unachokitazamia sasa hivi kuhusiana na miongoni mwa jambo ambalo li, limekuwa likitembea katika mitandao ya kijamii likionyesha baadhi ya uh, wanasimba E, wakiwa katika mtafaruku kwa maana hali ya sintofahamu e, pale ambapo ilifungwa e, big screen maeneo ya Kokovichi, Dar es Salaam e, kwa ajili mm -hmm. ya kutazama mchezo binafsi. Kwa hiki ambacho e, tumekishuhudia kama umepata nafasi ya kuiona ile video e, una kipi mm -hmm. cha kuzungumza kuhusiana na hicho na labda ushauri wako hasa, uh. Kwanza brother brah, ma, ma, ma, mara kadhaa nimekuwa nikizungumza juu ya uvumilivu katika mpira ndio, yani hilo limekuwa ni jambo kubwa kubwa kubwa sana. Juzi nilizungumzia matokeo ya mpira na nikaugusia uvumilivu, ndio, lakini nisiache kuzungumzia matokeo kwa mashabiki. Ndio, shabiki ni mchezaji wa kumi na mbili katika mpira, kuanzia mtaani alipo na katikati ya uwanja sasa hivi tuvute picha ya uwanja kwa sababu tuna mjadala wa mashabiki basi tuvute picha ya uwanja e, picha ya uwanja ukiacha pitch yenye mia ishirini na tano mia mpaka themanini na tano kisheria, ndio. Ukiacha benchi la ufundi linalokaa walimu kadhaa, hebu niambie kuna viwanja duniani wanaingia mpaka mashabiki laki moja? Ndio, ndio, ndio. Kuna sitini na tano kama chetu cha Taifa, nadhani ni sitini na nne ndio, yeah. Kwa nini kumewekwa mpaka sehemu ya watu elfu sitini na nne wakashuhudie mpira? Maana yake hawa watu wana thamani kubwa kuliko watu wengine wote. Shabiki ndio mtu ambaye klabu kiujumla anategemewa, ni shabiki. Turudi mfano Simba, tume- tumeacha kusajili wanachama kwa sasa mpaka utaratibu utakapokamilika, tutafuta namna rahisi ya kuendelea kusajili wanachama. Ndiyo. Wengi wao katika Simba waliobaki sasa ni mashabiki ambao mimi eh, kipindi chote ambacho niko Tanga yako maeneo hayana matawi my brother. Kwa mfano, ndiyo. Ukifika Segera njia panda Michungwani mimi binafsi sijaona tawi la Simba, yaani iangalie ile Michungwani ilivyokuwa kubwa, nimekuja kukuta tawi la Simba hale. Segera haina tawi la Simba hapo ambapo ni mi nashuka Maguzoni ni mji mkubwa, una tawi la Simba, lakini jezi ya Simba ipo na imevaliwa. Nani aliyevaa jezi ya Simba? Ni shabiki. Sasa mashabiki wana nguvu kubwa katika vilabu mashabiki ukiruhusu, yani kuna muda nitawarudia mashabiki, lakini kuambia athari ya hivi vitu yeah. Kuna muda propaganda inapokuwa imetawala katika mitandao ya kijamii e, wachambuzi waongo wanapokuwa wanafanya habari za kuidosari Simba, sio katika mantiki, sio katika mazingira ya kweli e. Influensa wa Simba wa kwanza, mimi namshutumu baadhi ya watu wetu Simba. Tusipokuwa makini tukajaribu kuwarudia mashabiki zetu waachane na propaganda sisi, itatugharimu nitakuambia kwa mfano. Ndio ndio, vurugu imetokea baada ya mechi kati ya Simba na nani na, na, na, na hawa na Gaboroni eh Ah, mechi ya, mechi ya juzi si, ndio, kati yeah, ya ya juzi yes, ndio eh, ndio, yes. Baada ya mechi ile vurugu kubwa, ila ni mtafaruku tu ambao ni katika kutofautiana kwenye maoni. Yes, yes, yes. Nitakwenda pia. Mimi na nahitaga ya vurugu sio kwa mantiki ya kupigana tu hata kurushiana maneno eh. Kuhitilafiana kama hawakufikia kuingiana maungoni, pengine walikaribia kufanya mambo hayo yote kwa yote baada ya mechi ya Simba na nani na Wagaburoni ndio. Sasa hebu turudi kitaalamu, kama hatukuwa karibu na mashabiki tukajaribu kuwa tunawaelewesha mara kwa mara, alau wafahamu nini kinahitajika. Mechi ilikuwa ni mechi na tempa kubwa, pamoja na tempa ya mechi e, wachezaji wetu wanapokea ushauri wa mwalimu mpya, wanaanza kupokea mfumo wa mwalimu mpya tena kwa ufahamu wa wachezaji kwamba huyu sio mwalimu atakayekaa kwa muda wote, huyu ni mwalimu amepewa mechi hii azawaizi Simba. Unajua alipokuja Moroko unaweza usimuone tena hapa, kwa maana Moroko amepewa mechi yani ichukue timu ivushe katika jahazi hili eh, siku tatu kuelekea katika mechi siku ya nne unacheza mechi. Unatia saa ngapi mfumo? Maanake mashabiki kwanza, kabla ya mechi walitakiwa wawe tayari katika akili kujua hapa mwalimu aliyekuweko mbele amepewa kuvusha. Je, tutavuka? Yani nafsi inauliza kabla, ya umenielewa? My brother, ndio nakuelewa vizuri na nafsi ianze kuoji, je, tutavuka, ilhali ukichelewa kuvuka ukavuka kwa mkiki mkiki, nafsi ilishasema muda mrefu kwamba sikuwa na hakika kuwa tutavuka. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili ikiwa hatuwafikii mara kwa mara mashabiki zetu kuzungumza nao mpira mashabiki zetu kuwaondoa tempa za kimpira, lazima wawe vile. Yani shabiki anaamini ya usajili bora uliofanywa na Simba inaweza kuwa dakika kumi, kumi na tano yapatikane matokeo. Au mbona mwaka jana tulisajili wachezaji wengi wapya, lakini wachezaji wameonekana kufanya vizuri? My brother nikuambie kuna kitu e, mambo matatu yanaweza kufanya wachezaji wasifanye vizuri. Jambo la kwanza ni usema ni kukosa morali narudi kwa wachezaji ili mashabiki wajue kwa nini tumechelea kukiona hicho wanachokitaka, mpaka wanafanya vurugu. Jambo la kwanza kukosa kwa morali, yaani kuna muda wachezaji wakikosa morali, wanaweza wasifanye vizuri. Wanakosaje morali? Hafla wameondokewa na kochi ambayo waliamini na wachezaji wakawekeza malengo e, ukileta kochi mpya kwanza, kila mchezaji ana hofu ya kuto kupata namba takwambia kwa mfano, yupo mtu anacheza kwa hao wenzetu. aina, aina mbaya ya kutolea mfano ni nukta ya mpira yeah. wanamuta Andambwile siu Andambwile, huwezi kumleta kochi professional, professional kweli kweli, Yuliandambwile akacheza kwa sababu ana makosa mengi, lakini mwalimu huyu ametokea tu kumwamini Yuliandambwile anacheza, na ndiyo maana ndo mwalimu pekee ambaye ana mechi mbili ya kiyanga wanamlalamikia. Umenielewa? nakupata vizuri sasa kwa hiyo morali ya wachezaji inaweza kushuka kwa, kwa maana ya kuto kupata kocha tu kwa wakati, au kujua kwamba huyu ni kocha ambaye sasa mimi nitakuwa na uhakika wa kucheza, basi nicheze mpira kwa kuwa na uhakika, kwa maana mechi iliyopita hakuna mchezaji anatafuta namba kwa Moroko. Unaweza kupata athari ya kwanza, huo ni mchezo wa mpira. Lakini jambo la pili, mimi swali najiuliza sasa, je, idha timu inafika kwenye kambi kwa wakati? Yaani shabiki kabla hujagombana tuna disasta ya mwalimu, timu inaweza kuja kwenye kambi kwa wakati? Yaani kushakuwa na changamoto nyinyi, mnawafanya yaani, si mashabiki tunawapa tempa viongozi kila wakati, kuna muda viongozi, wakati wanafikiri kujibu mashabiki, wanasahau kusimamia. Umenielewa vizuri I, i, yani niseme wanasahau kusimamia misingi Shekhe basa, nani, viongozi ni binadamu yeah. Wakati mnakuja mina, na kelele tu ambazo hazina majibu, wao kama binadamu wanaweza kutoka mchezoni. Kama timu inafika kambini kwa wakati, wanafanya kila kitu kwa wakati, swali letu tunapasa kujiuliza, kama hatujapata mwalimu kwa wakati tumeweza kumlaumu nani? Tusubiri mwalimu apatikane, mwalimu anacheza mechi tatu, alafu mechi hizi anafanya makosa zote yes. Shabiki unaweza kureacti, lakini ureacti kwa kumpiga mtu mwingine? Viko vipadha, kazungumza, usitukane mtu, katoe maoni, kasema, kwa timu yangu navyoiona kwa sasa, ubora uko sawasawa, sawa, naomba viongozi wafanye hivi na hivi. Shabiki, ukishindwa kuzungumza maneno haya ukachukua tempa ukapandisha, kwanza ukumbuke ni nchi ya kisheria. Utampiga mwenzio, utamuua, si umenielewa? Yeah. Utatoa lugha mbaya, mtu atakushtaki, utamwataki mtu, utapata tatizo, ujaijenga Simba yako. Umenielewa yeah. Yani ukenda kutengeneza tatizo hujatengeneza simba yako, hujatengeneza mapenzi yako, hujatengeneza furaha zako. E, mw mwalimu, mi nikuulize, Abdallah nikuulize wewe nah. katika kupenda, mimi sijawahi kufahamu, labda hii unipe elimu au nizungumze ninachokifahamu. Eh, kanuni ya, kanuni ya kupenda kanuni ya kupenda mi nafahamu ni kanuni moja, Abdallah yeah. lakini kanuni ya kupenda ina milango kama vile ilivyo hizi elimu, ukisema sayansi hata hesabu ni sayansi yeah. Vitu vingi ni sayansi, mi naamini hata mtu ambaye yupo kwenye IT amesoma ni sayansi ambayo yenyewe ime, imejigawa katika upande wake mwingine. Sasa upendo ni kanuni moja tu, lakini unapenda nini sasa? Hizi ni njia za upendo. Kuna watu katika dunia hii, mi nawafahamu wao hawapendi kula kabisa, yani anakula ili asife kuna watu katika dunia hii nawafahamu, kula ni mapenzi yake kuliko kitu chochote chengine. Kuna watu wao wametekwa na wanawake tu, kuna watu wao wametekwa na mipira tu... yaani kuna mtu unajua mpira anapenda kuliko mkewe, wapo brada. Ndio ndio, anathubutu kumwambia mkewe kama unataka kaa, utaki. E, leo Simba inacheza leo, usiniambie lolote hadi mchezo utakapomalizika. Kiwango cha mapenzi ya kweli yakiwa kwa mwanamke, unaweza kumjibu maneno hayo tunaenda kusema nitaangalia marudio tu. Ndio. Yani, huwezi kum, kumkaraisha. Kwa hiyo katika mapenzi sasa tufanye mgawanyo mzuri, ndio makusudio yangu yalipo. Unapenda klabu usifanye gharama. Sasa katika klabu, huyu anayependa sana kula kuna siku anavimbiwa, ndio sio Dula. Ndiyo, mtu anayependa zaidi mwanamke kuna siku anakerwa mwenye mapenzi zaidi na gari, kuna siku inampa ajali. Kila unachokipenda wenyewe wanasema, kila kinachokupa raha kuna siku kitakupa uchungu. Sasa siku ambayo unapata uchungu na hicho kitu, ndio siku ambayo unaonyesha mimi akili yangu iko sawasawa. Dula shabiki, ukiwa una cha kusema, usijibu hoja ya mtu yoyote ha, na. Umechukizwa yes. Nadhani unafahamu kitaalam, Dula eh? Ukichukia unakuwa kichaa. Sahihi kabisa kichaa hawezi kufanya jambo lolote sahihi, yani hakuna maamuzi yanayotoka wakati umechukia yakawa yako sahihi. Kanuni za kimaumbile zinakataa, mifumo ya kiakili inakataa. Ukiwa umechukiwa huruhusiwi kufanya maamuzi yoyote ya kibusara. Sasa wewe ambaye umechukia, unataka chuki yako ndio ukaitoe, kesho utaomba msamaha, utamuomba uliyemtukana au mtu mwingine wakati Simba tunakutegemea my brother, Simba tunakupenda, we shabiki, shabiki uwepo adiwee mmoja unayejiona, naona inisikiliza sahizi, wee ndio Simba my kaka, wewe ndo tunafikiri Simba bora itengenezwe na wewe. Zuia jaziba, zuia jaziba. Mi kila wakati kuna maneno nayasema, kwanza mi bwana nilivyoumbwa na e, Bwana Abdallah, ni shabiki yoyote wa Yanga hata awe ana nadhani katika elimu lecture, lecture wa juu kabisa ni profesa eh? Eh, ndo kiwango cha juu cha lecture eh? Sawa na- najifunza kupitia nyinyi. Mimi shabiki wa Yanga hata akiwa profesa akizungumzia Yanga mi huwa naamini ana maarifa madogo <laughs> umenielewa hapo? Nakupata vizuri? wanivumilie lakini, kwa sababu tunaitwa sisi ni watani, wanivumilie tu, kama muono wangu mbaya au mzuri. Sisemi hawana akili kwenye kuendesha majambo yao. Wana familia, wanaendesha vitu, wana maduka, si wana na nini? Nazungumza maarifa katika mpira, umenielewa sijui? Abdallah, ndio ndio, hayupo shabiki wa Yanga mwenye maarifa katika mpira, hayupo, hayupo. Hayupo wewe sasa ulioanza kuwa na jazba, ukawa unaanza kurumbana na Simba mwenzio siamini kama anayekuchukiza ni Simba mwenzio. Unaogopa mtaani Yanga watasema mkucheza vizuri kwenye mpira. Kuna mechi moja ilikuwa ni kati ya Manchester na Leeds. Nakumbuka ile mechi miaka ya elfu mbili elfu mbili kama sikosei, na elfu mbili na Leeds walikuwa bado hapo katika ligi. Uposisheni Manchester iko themanini Leeds iko ishirini Bratha Dula, lilifungwa goli moja, hilo lilikuwa kama msumari halikutoka, hivi mechi ile ikiwa final, bingwa nani? Bingwa aliyefunga goli. Ndio, eh? Ndio, lakini position ilikuwa themanini kwa ishirini, nadhani themanini kwa ishirini, walikuwa wanafanikiwa kuabisha mpira kwa pasi tatu tu Manchester wamepora sasa huko. Wakati mahitaji ya muda huo yatahitaji timu ishinde hata ikucheza kwa kiwango unachokifahamu basi stahamili hilo jambo tuvuke, tuelekee katika nchi ya ahadi tukiwa na lengo moja, tukiwa na sifa moja, tukiwa tumebebana kwa pamoja. Unanifahamu Abdallah na kupata vizuri shabiki, wewe ni mtu bora kuliko watu wengine. Mi ni thubutu kusema saizi raisi wa heshima Simba ni Mohamed, nisikilize vizuri. Siku Mohamed atakaosikia mashabiki wa Simba Tanzania wanasema hatushangilii Simba, Mohamed anatoka. Ndio sio? Kwa sababu uwepo wa Muhammad kila siku ana, kila siku kila siku anazungumza anakutegemea, shabiki wa Simba unayekwenda kufanya vurugu kati ya wewe na wewe e, Shaban Robert, bingwa wa masuala ya Kiswahili, ana msemo mmoja anausema, hebu ngoja na mimi useme, kwa maana ni elimu na hiki ni chuo. Shaban Robert anasema katika hekaya moja mti mmoja ulipaza sauti, sikia hii hekaya, sina nia mbaya naam. Mti mmoja ulipaza sauti ukasema, binadamu anakuja kutukata. Umti ulikuwa mkubwa, umetangulia mbele, ulianza kumwona binadamu. Mti mkubwa kwa maana ya mikongwe, yaani si umeona mikiki mikiki mingi, una miaka mingi kuliko wenzie yeah. Ukamwambia ule mti, mwanadamu huwa anaumwa na matumbo na homa anatumia miguu yetu kama mizizi eh? Yeah. Kwenda kuchimba dawa, inawezekana huyo binadamu ni mgonjwa. Hebu tueleze uliomwona ameshika nini? Akajibu, huyu mtu ameshika chuma mkononi mwake. Akasema, kama ni chuma tu basi, anakuja kukwangua magombe. Akamwambia, lakini ana mwenzetu ndo amemshikilia, manaake anashoka eh? Yeah. Eh, ule mti mkongo ukamwambia tumeisha nini? mantiki yake eneo lolote ukikaribisha usaliti basi, atakayewasambaratisha ni mwenzenu. Hawezi kutoka mtu nje kusambaratisha. Huwezi kukata miti kama shoka au kuipitisha nini katikati mti, kwa maana chuma kile kitupu hakiwezi kukata mti, lakini ukiweka mti mwingine, inaitwa shoka, imekamilika brother, utashuka mti hata wenye ukubwa wa, wa upana wa sentimita mia mbili utateremka tu. Kwa hiyo sisi tukigombana, maana yake kundi kubwa linajifanya lenyewe kuwa kundi dhaifu. Wewe utakuwa sehemu ya tatizo, utaanza kumchukia mwanasimba mwenzio baada ya kuwa pamoja. Abdallah, naam. Shabiki wa simba una nguvu, timu inakupenda e, timu ipo kwa sababu yako na wee ndo mwenye timu yako. Kelele zisikusumbue, kaa imara kusababisha simba inasonga mbele. Timu makini kama Simba haiwezi kuwa na mashabiki wa hovyo. Naamini ilikuwa ni tempa eneo lile watu wanakula vilaji, nadhani unafahamu yeah. E, watu pengine walikuwa na alcohol. Yote kwa yote, waliogombana tuombane msamaha, jambo lipite, tujenge Simba yetu imara. Mi niseme Simba nguvu moja. Mungu ajalie viongozi wetu wawe mashupavu, wasitoke nje ya reli katika hili, na Mungu awajalie wote mashabiki wa Simba wakawe sawasawa katika kuunguza gurudumu, wakati tunaelekea kupata mwalimu mpya bana. Mi ni kushukuru sana Sefu, na kesho ishaza nadhani nitakutembelea hapo, kwa hiyo andaa chai ya tangamungu watupenda yana, jioni tutawasiliana.